Lakini pia niseme kwamba sisi ni wasimamizi wa mazingira. Ofisi ya makamu wa rais, jukumu letu moja ni kusimamia mazingira, na kwa maana hiyo kitengo cha mazingira, NEMC, baraza la mazingira, nalo na litaingia hapa mapema mwakani, ili kukamilisha ofisi yote ya makamu wa rais. Kwa ndugu zangu, uhamiaji tunaozungumza ni wa kweli kweli. Tumeshahamia Dodoma na, na wa mwisho wana mazingira watahamia hapa kikamilifu kikamilifu. Lakini tunapozungumza mazingira uh, sisi ofisi ya makamu wa rais tumekuja na ajenda moja ya kuifanya Dodoma iwe ya kijani, na kwa maana hiyo tutaendesha programu kubwa ya kupanda miti ndani ya mkoa wa Dodoma, sio tu mji peke yake lakini ni mkoa wa Dodoma na kwa kuanzia tarehe ishirini na moja kesho kutwa mwezi huu, tutakuwa na hiyo shughuli ya kupanda miti katika eneo tutakalo litangaza, na tunaomba wanaDodoma Dodoma wote watunge mkono katika shughuli hii. Tunajua kwamba miti ni maji na mvua Dodoma zimechelewa, lakini tutapanda na kuhakikisha miti tutakayoipanda inakuwa ina stawi na ina mea. Tutaweka uangalizi maalum, na kwamba tutawataka wananchi wote wa Dodoma sasa waungane na ratiba hii ya kupanda miti, jinsi vile tutakavyokuwa tunaelekeza. Ndugu zangu, sisi kwa maneno mengi sana, lakini kwa ujumla nishukuru sana wale wote walioshughulikia shughuli hii ya leo, mimi kuwepo Dodoma na kufanya shughuli hii leo iwe uwanjani hapa, na niwashukuru wale wote walio alikwa na kuja katika shughuli hii, na nishukuru kwa makaribisho ambayo mmenipa. La faraja kwangu leo ni kwamba kama makamu wa rais anayeshughulikia na mambo ya muungano, ndugu zangu kutoka Zanzibar pia wako hapa, kutoka visiwa vya Unguja na Pemba wako hapa, wamekuja kununga mkono wamekuja kule koti, tunasema wamekuja kunichamiza, wamekuja kunileta nikae makao makuu na nihudumie nikiwa hapa. Nawashukuru sana ndugu zangu.